Unaona, kuna wale wanasema, nimeokoka, nimeokoka, nimeokoka. Hivi mtu aliyeokoka ni nani? Unaona, lazima uweze kujiuliza, aliyeokoka ni nani? Na kama kuna mtu anaweza kuhakikisha kwa maandiko, iwe ni Agano Jipya au la Kale, aseme hapa, kuna huyu alisema nimeokoka, basi anaweza akapata point, lakini hakuna. Unajua, Hebu tuangalie katika kitabu cha Paulo na hili ndio fungu linatumika. Usije ukasema umeokoka na haujaokoka. Lazima uelewe kuokoka ni nini. Kuokoka ni nini? Sikiliza, tusome hiyo. Unaona watu wengine wanadhani wakisema, basi ameokoka, kuna ame, kuna sehemu amejitenga mbali na ulimwengu, hatendi dhambi. Hakuna ambaye atendi dhambi, kuna ambaye atendi dhambi. Unaona katika Yohana wa kwanza moja msali wake ni wa tisa na wa tisansema kwanza, hakuna kuanzia nane mpaka kumi tukizingama dhambi zetu yni mamilifu tatisama, lakini hakuna ambaye haja tena, haja tena hakuna, hakuna, hakuna. Lakini tunapomkubali Kristo tunakuwa ndani yake, tukiomba msamaha mara kwa mara ili tuje tuokoke, si kwamba tunaokoka na ukimkili Yesu, si kwamba umeokoka, utaokoka. Sikiliza fungu kumi tisa mstari wake ni wa, wa, wa tisa, sura ya kumi wa Warumi, anasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Sikiliza hili fungu, ili ndio linatumika kuambia watu wakikiri wameokoka, wanaanza kuokoka hapo. Ili fungu halijasema hivyo ndio uone watu wamedanganywa. Kila mtu anaanza kuongea ameokoka, ameokoka. Nani aliwahi kusema? Hata Paulo mwenyewe aseme kwanza sasa, mimi nimeokoka nini? Hamjaokoka ni nani? Ndio naona kuna watu wako kanisani na wameambiwa hawajaokoka, na wamemkubali Yesu ila hawaja kiri hili ili waokoke. Andiko linasema atakaye mkiri Yesu na na ndani ya moyo wake pia kuamini, ataokoka, sio kikiri umeokoka. Hata kwa nini? Kwa sababu angalia kitabu cha Mathayo, angalia kitabu cha Mathayo sura yake ni ya ishirini na nne ndio uone uokovu tunapo, lazima hapa pia tuweze kuelewana. Ngoja nilisome andiko kwanza, kumi na ishirini na nne kumi na tatu anasema kitabu cha Mathayo: lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka, ndiye atakayeokoka. Kwa hivyo kuna kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakaye. Lile fungu nimesema, ukimkiri uta okoka. Unaona, kuna vitu viwili tunapomkubali Yesu. Kwanza angalia kitabu cha Yohana tatu mstari wake ni wa kumi na sita ndio nikuonyeshe nini maana kwanza ya kifo cha Yesu. Ndio naona baada ya kifo cha Yesu kuna kitu hapa, lakini pia kwenye kumkiri Yesu, ndio uishi maisha ya uaminifu. kuna kitu baada. Sikiliza. Yohana 3:16 hii nitasoma. Kuna hatari ya kukalili mafungu. Unaona, kuna mwingine anaweza akawaza, kwa nini mpaka nasoma na nifungu limekaliliwa mara nyingi? Wewe nitakuonyesha, hata hapo unawezekana na wewe umeikosea ile fungu, unadhani umekalili na haujakalili. Na nasoma ndio ni kuonyesha, unaona, kuna hatari ya wale wanasoma maandiko wanadhani wamekalili na kumbe wanaweza wakayakosea waka. sikiliza kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele ndio unaona, wale wanakalidi ndio utaona hapa nasema hata akamtoa mwanaye wa pekee. Hakuna andiko limesema mwanae pekee, only begotten son. Kwa sababu Yesu ni mwana pekee, kwa hivyo andiko limesema uh, hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sasa ni kuonyeshe Andiko limetuambia kule katika Warumi Paulo anasema yule atakaye muamini atakaye amini ndani ya moyo wake kwa kuwa amekusha kukiri ataokoka. Sasa huku kuokoka ni, ni, ni, ni hapa katika tatu kumi na sita anasema kwamba atapata uzima wa milele. Sasa nakuuliza wewe, unao uzima milele sahi? Uzima milele sahii, hakuna ambaye ana uzima wa milele. Sasa tunapata uzima milele baadaye, kwa sababu kwa sasa tunahakikishiwa uzima katika roho, lakini tutakufa tutakufa katika mwili ila tutapata uzima wa milele ule ujao, ambao Yesu atatupa uzima wa milele. Kwa sasa bado tutakufa, lakini utakapomwamini Yesu unahakikishiwa uzima wa milele. Kwa hivyo hakuna ambaye aseme sasa hivi ameokoka, kwa sababu kuna yule anaweza akakiri na bado akaanguka. Ndio naona katika kitabu hiki sasa cha Waebrania, kitabu cha Waebrania anasemaje hapa, sikiliza. Kwa maana kuna wale ambao wanaweza wakamkiri Yesu na baadaye wakaanguka katika mabaya. Unaona, kuna watu wanaojiita wameokoka ndani ya makanisa wanatenda dhambi ambazo wanadhani si dhambi, eti tena ni kwa neema, neema ndio, sheria haifanyi kazi. Sikiliza rafiki yangu, utakuja kujikuta katika kundi moja na wale wako kwenye moto. Sikiliza Waebrania anasemaje, sikiliza Waebrania anasemaje, sikiliza Waebrania anasema nini? katika kitabu cha Waebrania sura ya 6 mstari wa sita, anasema, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhamiri. Kwa hivyo, kuna watu ambao wamekusha kukubali uzima wa milele kukubali ya kwamba wanakuta wanataka kuja kupata uzima maana wamemkubali Yesu, lakini wanaweza wakaanguka. Kwa hivyo wakianguka na wasiamke tena, wamekosa uzima. Sasa watasemaje? wameokoka alafu tena waje wakose uzima ili fungu linatumika vibaya, na hakuna mtu ambaye amesema amekiri hapo, kwa sababu kuna wengi watakiri Yesu. Amekusha kusema katika Mathayo saba ishirini, si kila mtu aniambia ye Bwana Bwana maonae ataingia ata katika uzima, bali ni yeye ambaye anafanya mapenzi ya baba yake yaja mbinguni. Kwa hivyo kuna watu wengi watakiri kwa midomo, watakiri na watamwita Bwana bwana, lakini kuingia kwenye uzima wa milele ni mpaka mtu atende yale ampendezayo Mungu, na atende mpaka anapokufa. Si kutenda kwa kiwango kidogo, baadaye akaacha. Maana katika kitabu cha Ezekieli 33, ukianzia mstari wa 11 ndio uende mpaka 15, hata mwenye haki hawezi kuokolewa na haki yake. Mpaka pale akianguka kwenye dhambi, haki ile aliyotenda kabla haimuokoi, anakufa katika ile dhambi. Ngoja tusome hapo, ngoja tusome hapo uweze kuelewa formula ya Mungu. Unaona watu wanakuwa wakitembea tu wakidhani ya kwamba kuna wokovu kwa sababu tu wamekiri hivyo na kuendelea kwenda kanisani. Wokovu ni process. Wokovu ni process, si kitu cha siku moja, useme saa hivi tayari hakuna kabisa. Ndio uone hata Musa. Musa angefanya uzembe, angefia hapo, asingefika Kanaani ya Mungu. Mungu hana mchezo anataka watu ambao watahitaji kwenda na mapenzi yake mpaka mwisho. Usome hiyo andiko nimeahidi hapo. Sikiliza mstari wa kumi na tatu tuende moja kwa moja ile. Ukipata wakati wako anzia mstari wake wa kumi na moja Anasema waambie kama mimi ni sivyo, sifurahii kufa kwake mwovu. Kumi na tatu, tuende haraka sasa. Anasema nimwambie hapo mwenye haki ya kwamba hakika utaishi baada ya mtu kuwa amemkiri Yesu, unaona katika kitabu cha Korinto wa pili tano kumi na saba anasema mtu akisha akuwa ndani ya Kristo amekuwa mpya, ya kale amepita. Lakini akirudia hawezi kuhesabiwa kwa sababu eti haki kwa sababu amemkubali Yesu kabla. Hapana, ataanguka kwa ile dhambi. Tunaendelea, eh? ni mwambiapo mwenye haki ya kwamba hakika atakufa, kama akiitumainia haki yake, akiitumainia haki yake akatenda uovu, basi katika mambo yake ya haki hata mmojawapo alitakumbukwa, bali katika uovu wake aliyoutenda atakufa. Katika uovu huo atakufa, kwenye huo uovu. Kwa hivyo ni lazima mtu aweze, akisha mkubali Kristo, anaendelea na maisha ya utaua. Unaona, waenende katika upya wa uzima, tuenende, tuendelee, tuendelee, tukizidi kumtumaini Mungu, lakini si kwamba tumeokoka. Tuende kwenye kitabu kingine cha huyu huyu Paulo, maana Paulo ndo ameleta hili tutasoma. Sura yake ni ya kwanza, tutaanzia mstari tu wa nane haraka haraka tusome hapo mpaka kumi. Maana ndugu hatupendi msijue habari ya, ya dhiki ile tu iliyotupata katika Asia, ya kwamba tuliemewa mno kuliko nguvu zetu, hata tukakata tamaa ya kuishi, na sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, hili tusiji tu, tu tumainie nafsi zetu, bali tutumainie Mungu auvuae wavu aliyetuokoa. Sasa sikiliza hapo, aliyetuokoa sisi katika mauti kuu ya namna ile, aliyookoa katika na mauti kuu ya namna ile, ambayo hii mauti kuu ya namna hiyo imeelezwa katika mstari wa nane. Lakini hapa anasema hivi, anasema hivi, ambaye tumemtumaini ya kwamba atazidi kutuokoa, atazidi kutuokoa ninyi nani, mkisaidiana nasi kwa ajili yetu katika kuomba, ili kwa sababu ile ya ile kalama tuliopewa sisi, kwa msaada wa watu wengi watu wengi watoe wa shukurani kwa ajili yetu. Kwa hivyo Mungu ambaye aliokoa na kile kisa atazidi kuokoa. Kwa hivyo si kwamba wamekusha kuokoka, wataokolewa, wanaendelea kuoko- kuokolewa, prosesi inaendelea, si kwamba wameokoka. Hapana, yule atakuja ku, ku, ku, ku, ku- kuonesha kwamba amekusha kupata uzima wa milele ni pale ambapo amekusha kuwa mvumilivu hata kufa nami nitakupa taji. Imeandikwa katika kitabu hicho cha Wafunuo sura yake ya pili mstari wa kumi, uwe mvumilivu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Hmm. Hapo ni mwisho, ndio hapo anasema katika kile kitabu tumesoma, Mathayo ishirini na nne kumi na tatu Hat, lakini atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka hapo. Kwa hivyo kama ningekuwa ni wa kusema katika mujibu wa maandiko yanavyoeleza, hakuna mtu alitakiwa aseme mimi nimeokoka, ndio nani hajaokoka? Maana Yesu aliwafia wote, wale wanamkubali na wakaishi maisha ya kikamilifu, wataokolewa na dunia hii ya dhambi kwa vikazi bado tunayo. Wale wamemkiri kwa mdomo au hawajamkiri wanatakiwa waendelee kuishi maisha matakatifu, wakimkubali Yesu kama mwana wa Mungu, lakini wakiishi maisha ya utauwa mpaka mwisho, wakiwa wavumilivu, wakaweze kupewa taji ya uzima.